Tunakubless exclusive interview uh, na Pacha wa Chino. Nadhani umeshapita TikTok mara nyingi sana, unakutana naye, ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa sana wa dancing. Dancing ni kitu ambacho mimi mwenyewe napenda, so kinachangiwa na watu ambao wameniona watongo wa karibu, ndio leo na mimi kwa mm. na kitu, okay. Yeah, kwa hiyo ni nikanafanya ni kitu ambacho kutoka moyoni mm. so, na kuna mablaza manivutia, kuna zaidi wakanafanya kitu ambacho mimi nilikuwa nakipenda yeah. yeah. Yeah. Kwa hiyo mimi nikamwona mimi nifanye kitu ambacho nina uwezo nacho na wacha tofauti. Kwa hiyo ukiangalia dancing ya Tanzania na kwangu ni vitu vi tofauti. Huko kipekee, Kama ushafuatilia clipu zangu. Yeah, naona nyingi sana TikTok kule, aule, unatisha followers wa kutosha kabisa. Ilikuwaje mpaka ukaweza kujizorea umaarufu huo TikTok? Ilikuwa ni ngumu kiasi gani? maana tunafahamu wengi wana dansi lakini wewe umekuwaje mpaka umepata nafasi kwa haraka zaidi, na ukizingatia kuna mabro ambao wapo kwenye tasnia muda mrefu sana, lakini bado hata akaunti zao tunaziona ziko chini sana. Kwa nini wewe umeweza kupiki, kupiki kwa haraka zaidi? Uh, yani, kwa sababu, kwanza kwa sababu watu wengi huwa wananifanyisha na Chino mm, yeah, yani watu wengi sana wananifanyisha na Chino, lakini mi mwenyewe nina uwezo wangu mkubwa ambao ninao mi mwenyewe kama mimi special, yeah, lakini watu wengi wananifananisha, ndio maana unakuta nikifanya kitu mm. watu wengi wanakuwa wana komentia Chino umeua, wananifananisha naye, nakuwa hivyo. Mtu unakuta nafanya kitu wana, wanajua nafanya kitu kwa sababu ya mtu fulani, ila mimi kuna vitu vingi nafanya mm. ni vitu vangu mimi mwenye special, ila wapi angalie mara mbili, labda anaona natumia jina lake, anaona kama vile kwa sababu gani imekuwa Chino? Uh, madancers wakubwa wako wengi Tanzania, pia hata nje ya Tanzania wapo, wangeweza kukufananisha na Moze Yobo, eh, my brother wengine wakubwa wakubwa ambao wamefanya vizuri kwenye tasnia hii ya dancing. kwa sababu gani Chino, yani wakikutazama au outfit pia mnaendana na Chino au ni kipi hasa ambacho <laughs> kimewavutia wa, wao kwako wewe kwamba mmefanana sana na, na Chino. Ha, kwa sababu kwa sasa hivi kuna sanaa sasa hivi ya dancing ni kinana Chino mm. ni dansi naicheza, kwa sababu, mitando, sikia tu, yule, Chino kwa kweli Tanzania kwa sasa hivi daaut anaicheza kwa sababu kishapita yule Chino, hata ukivaa hivi kidogo yule Chino, yani watu tuseme yani, tuseme ndio wanatufananisha so mi peke yangu mm. Mtu yoyote akiwa dancer ataitwa Chino kutokana na watu, ndio mtu ambaye anajulikana sana mm, kwetu hapa, ya. Okay, kwa hiyo ukizungumzia tasnia hii ya dancing, maanake kwa sasa tunampa namba moja Chino, si ndio? Uh, kwa sasa mm, uh, kwa sasa uh, kwa sasa no no, no no, au kwa sasa tunampa pacha wa Chino <laughs> inawezekana <It has> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> sana Yeah, inawezekana nikashika na namba moja yeah, kwa sababu mimi naamini ninachokifanya, alafu pia ninachokifanya mimi ni tofauti na, na, na, na natamani siku moja kama Mungu, kama kitaonekana, kita kita mm. kitu changu, uwezo wangu utaonekana, na mimi ni, ni, ni uwezo ni mkubwa sana, kwa sababu dance nayofanya mimi ni wa tofauti, kama sha kunifuatilia yeah, ni tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi naamini kitu nachokifanya ni kizuri zaidi. Yaani, mm. ni kizuri zaidi ya watu wengine. Sawa. Chino alianza kudans kwa Mario, amefanya vizuri miaka mingi, lakini akajitafuta pia kwenye muziki, maanake ameingia anaimba, ama piano zimekubali. Sasa hivi ukitaja listi ya wa wasanii mfano watano wa Tanzania bila kupendelea, maanake hautoacha kumtaja naye Chino, ni mtu ambaye anaongoza kufanya shows sio ku dansi tena, ni msanii wa kuimba na ngoma zake zinafanya vizuri ndani na nje ya Tanzania. Tunapita njia hiyo hiyo ambayo ameipita Chino kwa maana kwamba tuna dansi sasa hivi kwenye dance, dance tumeshajipata. Kwa hiyo tunataka kufungua dunia nyingine ya music. Iko hivyo kwako wewe pia hapo? Ah, ah. Hapo ni kuimba, hapo sijabizi sana. hmm. Ya, mimi nimebizi sana kwenye dance. dance ni Yaani na, na, nataka nifanye kuwa kwa hapa kwetu, mm. Nataka nifanye iwe ya tofauti. Kwa nini tofauti? yeah. kwa, kwa sababu watu washazoea wanachocheza wasauz na naigia sisiu gana nini kona sinataka tutafute cha kwetu ambacho unaweza kutoka kibuni kikaa kizuri na wao akaigia, mm. kutoka kwetu. Kila mtu amekuja na hiyo hiyo mada kwamba tunataka tubuni tuwe na style yetu, tuwe, tuwe na midundo yetu, labda kama maproducer na vitu kama hivyo, lakini iko kitu kama hakijafanyika bado. Shida kwa iko wapi? Kwa nini bado tunachukua style za nje kwenye dancing? hatujapata yani zile za kwetu, kusema hii imetengenezwa kabisa Tanzania, hii hapa, tukajivunia. Wewe ni dancer ambaye sio wa kwanza kusema kama hivyo, unataka nibadilishe industry, yani tuwe na ya kwetu wenyewe, lakini wengi wanaishia wana, wana, wana hapo katikati. Unahisi shida iko wapi? shida kubwa kabisa, kutokana jinsi watu wanavyotusupport vitu ambavyo sisi nafanya vitu vizuri unakuwa uwezo mdogo kutusapoti ya. Kwa hiyo kama sisi tutapata support ambao watu wa chini, kwa sababu so mimi peke yangu ambao nafanya tofauti, kwa sababu ukiangalia watu kibao na dance dance hasa hivi, ukiangalia watu kibao na dance. So yani wangi wana kuja na chini watu ambao wametangulia mablaza zetu, kina chini kina papi nani, wangekuwa nakuja na chini mm kuangalia vipaji vya chini yani, wapo madogo kibao bro, wana utofauti okay, na wana uwezo mzuri ambao wanaweza kufanya na sisi Tanzania mm, tukaa tuna madansa wakali na wazuri ambao Afrika ikajivunia, okay. Yeah. Kila dansa ana msanii wa ndoto yake kwamba anatamani kufanya naye kazi <laughs> uh, ana feel ile ma ku, ma majeti sijui wanapaa wanaenda huku, anakuwa ipo karibu na wewe, msanii unahisi ni yupi? ukipata nafasi ya kuwa naye karibu na na yeye dancing au kipaji chako zaidi kitasogea zaidi na kujiongezea fan base kubwa zaidi ndani kabisa na nje ya Tanzania. Cha kwanza kabisa nimeanza nikafanya kazi na msanii yoyote yeah, ambaye yeye akiona mimi kuna nafasi inahitajika mimi nafanya kazi so msanii yote miawe mondi awe nani, amunaizi, tunafanya naye mm. kazi hata pona yeye, mimi nafaa kwa nafasi yake mm. yeah, yeah, ndo tupo hapa madansi. Okay, msanii namba moja wa Tanzania, unasema huyu bwana ndiye msanii namba moja ambaye anaipeperusha bendera ya Tanzania kwa sasa hivi ni nani? <laughs> ajulikana brother. Diamond, platinum. Diamond, platinum yeah Maanake kumbe unawishi siku moja kufanya ah, no kazi no, no, no. Sijasema kwamba nawishi kufanya naye kazi yeah. So mimi nafanya kazi na msanii yoyote, watu ambao mtangulia sisi mabraza zetu, mm. waangalie support huku kwa chini, kwa sababu talent sasa hivi imekuwa ni kubwa sana ya muziki wa, wa kudansi mm. imekuwa ni kubwa sababu kuna vijana ambao wadogo wadogo kabisa sasa hivi wanachipukia yeah. Yeah, na na uwezo mkubwa sana, so waangalie uwezo wa chini na kuzi vipaji ambavyo vitakuja kusimamisha Tanzania kwa madansa ambao wakali. Yeah. Tutapata madansa ambao wana uwezo kusogea hata Afrika na tukatamba. Ah, okay. Ya sababu wenzetu na tamba, sijui Nigeria, sijui Ghana, mm. South. So kwa nini sisi kwa nini sisi tushindwe? Yeah, kwa nini tunaishia njiani? Kwa nini? Na kati kitu kinawezekana na madansa tupo wengi na na uwezo mkubwa. Yeah. Support ndio kitu kikubwa. Kwa tukisapoti kitu ambacho kitaenda sahihi, mimi mm. naamini siku moja kila mtu hapa dansa atakuwa maarufu.